Bismillahi Rahmani Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam. Wa baad, tunaendelea na darsa zetu za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Bado tuko katika nguzo ya pili miongoni mwa nguzo za funga, nao ni kujizuia uko tunaelezea masala muhimu ambayo kuwa inampasa kila Muislamu kuyafahamu. Na leo bihaulillahi ta'ala tutakuwa tunafikia mwisho katika mlango huu wa nguzo za funga. Masala namba tano. Yule ambaye kuwa atakula au atakunywa baada ya kuingia alfajiri, lakini akidhania kwamba bado usiku upo, yani alfajiri haijaingia, huyu hana dhambi kwa kukubaliana wanawachuoni. Isipokuwa hawa wanachuoni wamekuja kutofautiana, je, inamlazimu huyu funga ailipe au asilipe? Lakini kauli sahihi katika masala haya kama alivyosema Shekh Ahmed Alkhalili kwamba sio lazima ama haimwajibiki kuilipa. Na dalili juu ya rai hii ni kuchukua asili kwamba asili ni kubakia usiku, asili ni kubakia usiku mpaka imbainikie mtu kwamba alfajiri imeshaingia. Lakini kulipa funga hiyo tayari ni jambo la salama zaidi, anasema na kutoka katika mlango wa khilafu. Kwa hivyo ambaye kuwa atailipa anachukua mlango wa usalama tu, lakini kauli sahihi ni kwamba haimwajibiki kulipa, kama alivyosema katika sehemu nyingine Sheikh Ahmed al-Khalili, na kuilipa hiyo funga ni usalama, na kutokuilipa, kuilipa ndio sahihi. Na anasema katika sehemu nyingine na rai ya kundi la mwanzo ambayo kwa wanasema kwamba haimwajibiki kuilipa funga hiyo tayari ndio yenye hoja za nguvu. Ama rai ya kundi la pili ni rai ya usalama. Masala namba sita: yule ambaye kuwa atafungua kwa kula au kwa kunywa kabla ya jua halijazama, hali ya kuwa yeye anadhania kwamba jua limeshazama lakini bado halijazama, huyu ni wajibu kwake yeye kuilipa funga. Vile vile tunachukua asli kwamba asli ni kubakia mchana na kuendelea mtu na funga mpaka ibainikie kwamba jua limezama na usiku umeingia. Kwa hivyo masuala mawili muhimu haya kuyafahamu, ambaye kuwa atakula kidhania alfajiri bado, kumbe tayari huyu haimwajibiki kulipa lakini akilipa ni usalama, na ambayekuwa atafungua akidhania jua limeshazama kumbe halijazama, asli ni kubakia mchana na kuendelea nafunga. Kwa hivyo huyu utamwajibikia kulipa bila ya kupata dhambi. Tunamwomba Allah subhanahu wataala atuelimishe tusiyoyajua na atujalie tuyafanyie kazi tunayoyajua. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.